Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, PPRA, imewataka wazabuni wazawa na wafanyabiashara kwa ujumla kujisajili katika mfumo wa kidijitali wa ununuzi wa umma ya NEST, ili waweze kunufaika na fursa mbalimbali zitolewazo na serikali kupitia maboresho ya sheria mpya ya ununuzi ya mwaka 2023. Kupitia sheria hiyo, wazabuni na wafanyabiashara wenye sifa sasa wanaweza kuomba kazi zenye thamani ya hadi shilingi bilioni hamsini, huku makundi maalum kama wanawake, vijana, wazee na wenye ulemavu wakipata fursa ya kushiriki zabuni za hadi shilingi milioni mia tano. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo ya siku nne juu ya uelewa wa sheria na kanuni za ununuzi wa umma yaliyofanyika wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, meneja wa kanda ya Pwani kutoka PPRA, Vicky Molel, alisema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo wadau kutoka taasisi za umma waendane na mabadiliko ya sheria mpya. Kuna fursa nyingi za tenda zimewekwa maalum kwa ajili ya wazawa au kwa ajili ya wafanyabiashara wa Kitanzania. Kwa mfano, kazi za mpaka bilioni hamsini zinapaswa kutengwa kwa ajili ya Watanzania, kwa maana ya kampuni za ndani pamoja na watu wa ndani. Lakini sio tu kwenye kazi za mpaka bilioni hamsini, kuna kazi ambazo zitatengwa maalum kwa ajili ya makundi maalum katika katika maeneo husika. Haya makundi maalum ni wazee, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, wanaweza kupewa kazi ya mpaka milioni mia tano. Kwa hiyo kuna fursa nyingi sana, wa, wawe tayari kuzichangamkia fursa hizi, lakini ili kuzifikia fursa hizi ni lazima wajisajili katika mfumo wa NEST na wawe tayari kuangalia fursa ambazo zinatangazwa na serikali. Sheria hii ukisoma katika kile kifungu cha sabini na tatu kimezitaka taasisi ununuzi kuhakikisha zinafanya michakato ya yao kwa kutumia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma kwa hiyo matumizi ya mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma ni kwa mujibu wa matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma ambayo inawataka ina, ina, ina kila taasisi ununuzi kuhakikisha wanatumia mfumo, mfumo huu wa ununuzi ambao utawezesha sasa ile misingi ya ununuzi wa umma ambayo nimeitaja hapo awali ikiwa ni pamoja na kuongeza uwazi, ushindani wa kweli, haki pamoja na uwajibikaji na thamani halisi ya fedha. Zamani kabla ya mfumo, wewe mtu ambaye ni mta, yani mtaalam, unatumia muda wako kuwaelezea labda moja mbili tatu. Lakini kwenye mfumo, kama ukikosea, kuna vitu ambavyo vinakuwa haviwezi vikaenda mbele na inaonekana moja kwa moja kwamba hapa kuna shida, inabidi urudi uweze ku rectify kwa kweli imeweza kutufumbua macho na kuweza kujua kwamba taratibu zilizokuwepo kwenye mfumo wa zamani na wa sasa kidogo, mfumo wa sasa umerahisisha baadhi ya taratibu, kwa sababu mfumo uliopita ulikuwa karibia manunuzi mengi ni lazima mpaka yaweze kupitia kwenye Ministerial Tender Board iweze kuni, lakini kwa sasa tumeona tumerahisishiwa kazi zaidi ministerial tender board.